Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutakwenda kujifunza kitu chenye ujumbe unasema kinachojenga imani kwenye maisha yetu. Kinachojenga imani kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu, mhudumu wa kweli, akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Fundisho akafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kinachojenga imani kwenye maisha yetu, tunaposoma kwenye Waebrania 11:6 andiko anasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Yapo maeneo mengi ambayo Mungu anazungumzia kwa habari ya imani, na hata wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, watu wengi aliokuwa anafanyia muujiza aliwaambia kwamba imani yako imekuponya. Lakini pia tunasoma kwenye Waebrania, maandiko anasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye kisita sita, roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mungu anachotaka kutoka kwetu ni kuishi kwa imani, ni kuishi kwa imani. lakini vema tukajua ni kitu gani ambacho kitajenga imani kwenye maisha yetu. Watu ambao wanafikiri kwamba imani inaweza kujengwa kwa kuomba, hatupati imani, hatuipati kwa kuomba. Imani hatuipati kwa kuomba. Kinachojenga imani kwenye maisha yetu ni taarifa tulizonazo, ni taarifa tulizonazo. Chochote ambacho unakijua kwa usahihi, chochote ambacho unakijua vizuri, chochote unachokijua vizuri, utakuwa na imani. Ujasiri wetu unaongezeka pale ambapo jambo tunalijua vizuri, ujasiri wetu unaongezeka pale ambapo, uh, pale ambapo tuna taarifa za kutosha juu ya hilo jambo. Hakuna namna unaweza kumbabaisha mtu mwenye taarifa za kutosha juu ya jambo fulani. Kwa imani yetu inajengwa kwa, inajengwa imani yetu inajeng, kinachojenga imani yetu ni tar, inajenga imani kwenye maisha yetu ni taarifa tulizonazo. Unajua nini juu ya eneo hilo? Kama ni ishu ya uponyaji, unajua nini juu ya eneo hilo? Unajua ni kitu gani ambacho Yesu alifanya kwa habari ya uponyaji? Kwa habari ya mafanikio unajua nini? Kwa habari ya mafanikio iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye huduma. Kinachojenga imani kwenye maisha yetu sio maombi. Imani hatuipati kwa kuomba. Imani tunaipata kwa kuwa na taarifa sahihi. Kwa kinachojenga imani kwenye maisha yetu ni taarifa tulizonazo. Ni taarifa tulizonazo. Na ndio maana tunaposoma kwenye Yohana 8:32 anasema nani? nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itauweka uko Ko imani yetu inajengwa imani, inajem, imani yetu inajengwa kwa, kwa taarifa tulizo nazo. Taarifa ulionayo nayo, ndio itakayo kufanya wewe imani yako iongezeke, imani yako iongezeke. Ho, hatuipati imani kwa kuomba. Wapo watakatifu ambao wanaomba kwa ajili ya imani, lakini imani uweze kuipata kwa kuomba Imani inajengwa. Kinachojenga imani kwenye maisha yetu ni taarifa tulizonazo. Unajua ni? unajua ni? Unajua ni? Tunaposoma kwenye Warumi kumi, ah, kumi, ah, kumi na saba mpaka kumi na nane maandiko anasema basi imani chanzo chake kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unasikia nini? Unasikia nini nini, anasema imani chanzo chake ni kusikia. Chanzo cha imani sio kuomba chanzo cha imani ni kupata taarifa sahihi, ni kuzisikia taarifa sahihi, na maandiko yanaendelea kusema kwamba kusikia kwa neno la Kristo. Kwa kinachojenga imani kwenye maisha yetu ni taarifa tulizo nazo, na hizo taarifa tunaweza zikaipata kwa kusikia, na wakati mwingine hata kwa kusoma, kwa kusoma neno la Mungu, kwa kusoma vitabu vya watumishi wa Mungu walivyo, walivyo andika imani yetu inaweza kuongezeka. Kwa, kama unahitaji imani yako kuongezeke, ndugu sikia neno la Kristo, tafuta taarifa za kutosha juu ya ile eneo. Hakuna namna ambapo mtu unaweza kumabadilisha kwenye eneo ambalo ana taarifa za kutosha, kwenye eneo ambalo analijua vizuri, ambapo anajua vizuri. Ukiwa na taarifa za kutosha, ukiwa unakijua kitu vizuri, eneo lolote, hiyo ni kwenye eneo la uponyaji, iwe ni kwenye eneo la mafanikio, ukiwa unajua vizuri, hakuna chochote kinachoweza kukutikisa. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka imani inajengwa imani, kinachojenga imani kwenye maisha yetu ni taarifa imani, kinachojenga imani kwenye maisha yetu ni taarifa. Imani haijengwi kwa, kwa, kwa kuomba. Hatuipati imani kwa kuomba. Imani chanzo chake ni kusikia. Unasikia nini? Una ndio maana wakati mwingine ni vema kukiri kile ambacho Mungu amesema, ni vema kukiri ahadi za Mungu, hata kwa sababu hata unapojisikia kuna kitu ambacho kinaumbika ndani yako, na ni vema kukiri kile ambacho Mungu amesema. Kama maandiko anasema kwamba naweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu, basi uwe ni ukiri wako unapojisikia, kwa sababu imani inaweza kujengwa kwa, kwa kusikia kwa watu wengine lakini pia hata kwa kujisikia mwenyewe unavyotamka. Tafuta taarifa za hii tafuta za soma neno la Mungu nasema nini, sema hii, soma kwa habari za Yesu Kristo, ni kitu gani ambacho alifanya kwa ajili yako? Naamini katika kile ambacho neno la Mungu linasema, imani hatuipati kwa kuomba. Kinachojenga imani kwenye maisha yetu ni taarifa. Taarifa ulizonazo ndizo ambazo zitafanya imani yako iongezeke, imani yako iongezeke. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. boka Imani chanzo chake ni kusikia. Ndio maana ni vema, wekeza katika kujifunza neno la Mungu, kuhudhuria ibada, jifunze neno la Mungu, soma vitabu vitakavyokusaidia kuinua imani yako. Usijikite tu kwenye kuomba ukifikiri kwamba maombi yanaweza kuongeza imani. Imani yetu haiongezeki kwa kuomba. Imani yetu inaongezeka kwa kuwa na taarifa sahihi. Nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Tunahitaji kujua kweli. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, aachilie kiu ya kusikia neno la Mungu, aachilie kiu ya kujifunza, ya kutafuta maarifa sahihi yatakayokuwezesha wewe kuwa na imani katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kusikiza mafundisho haya. Kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare unaweza uka comment unaweza unaeza like. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Naamini kwa ya kwamba mafundisho haya yamefanyika baraka kwako yamefanyika msaada kwako katika jina la Yesu, amen.